Akizungumza baada ya kutangazwa rasmi kuwa kiongozi mpya wa wachache katika bunge la Bungoma, mwakilishi wadi wa Kabula Vitalis Wangila amedokeza kuwa wamejitolea kuhakikisha utendakazi wa serikali ya Bungoma inatekelezwa kwa njia stahili na fedha za mlipa ushuru zinatumika vilivyo. na hatujasema ya kwamba wale walikuwa hawakuwa wanafanya kazi lakini kwangu imeminika ya kwamba hawakuwa wana, wana uaminifu na hawa wenzangu, sasa wakaamua kwamba wabadilishe uongozi na leadership ya assembly. Nataka niwahakikishie ya kwamba tunataka tufanye kazi yetu ya oversight kama wale watu minority side ya assembly. Sisi tuko tayari kufanya kazi na serikali lakini hatuko tayari kukubaliana nao vitu yenye naumiza mwananchi wa chini. Ni kauli iliyoungwa mkono na naibu kiranja wa wachache bungeni humo Agri Mulongo aliyewataka wakazi kuwa na imani na uongozi huu wa sasa, akielezea kuwa waliokuwepo hawakuwa wakitekeleza majukumu yao ipasavyo. Sisi tunapofanya hivi, tulifanya mabadiliko kwa sababu ya hawa hawakuwa wanatuhusisha sisi kwa jambo zote ya kwanza ilikuwa ya kwamba walienda kotini wakipinga maneno ya uh, budget. Sisi tunapofanya hivi tulifanya mabadiliko kwa sababu ya hawa hawakuwa wanatuhusisha sisi kwa jambo zote ya kwanza ilikuwa ya kwamba walienda kotini wakipinga maneno ya uh, budget na hiyo sasa ikasababisha ya kwamba wawakilishi wadi walio chini ya mrengo wa wachache katika bunge la Bungoma wameahidi ushirikiano na uongozi huo mpya wakisema watahakikisha uongozi wa gavana Lusaka unaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Hii assembly iko tayari kuweka mambo ilainike kabisa, na hatutakubali tena up, uh, utepetevu katika kufanya kazi, pesa za hii, hii kaunti ziendelee kupotea, na hayo ndio imefanya tuka reject hiyo second supplementary. Hii ni ishara ya kwamba sasa, kama bunge la Bungoma la awamu ya tatu, tumeanza sasa kufanya kazi ambayo hiyo tulitumwa na wananchi wetu wa Bungoma kwamba serikali ambayo inafaa sasa sisi tuwe tu oversight. Eh, kwamba tukienda mbele kutokea leo Uh, tuende kufanya mchezo tena na sasa mtatuona. Hii ni ishara ya kwamba sasa hata kama viongozi uh, walio wachache sasa mnaenda kutuona kila wakati. Wamefanya kazi, wamefikia mahali inawalemea, pia tukaona wenzetu hawa ambao watakuwa wakihusisha wenzetu katika utendaji wa kazi, tuwape nafasi watufanyie. Nikiripotia mtazamo wa dira ya Ruringa, ya Tandao kaunti ya Bungoma, jina langu ni Faith Nyongesa.